Fahamu umuhimu wa kuendelea kunyonyesha mtoto hadi miaka miwili au zaidi. Katika miezi sita ya mwanzo, virutubishi ambavyo vinapatikana katika maziwa ya mama hutosheleza mtoto kwa kipindi hicho. Pindi anapotimiza miezi sita, mtoto anatakiwa kuanzishiwa vyakula vya nyongeza, kwani virutubishi vilivyoko katika maziwa ya mama havitoshelezi. Na mtoto anapoendelea kutumia vyakula vya nyongeza mama anatakiwa kuendelea kunyonyesha kwani bado maziwa ya mama yana nishati muhimu, lakini yana virutubishi vyenye ubora ambao wakati mwingine si rahisi kupata kutoka katika chakula cha familia. Ili kuweza kupata msaada wa kufanikisha unyonyeshaji, unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Nutricare Wellness TZ lakini pia unaweza kutuma ujumbe au kutupigia simu kwa namba sifuri saba nane nne nne nne nane moja tatu tatu.